Kila siku panapokucha, najiuliza maarifa yanaongezeka na magonjwa yanaongezeka, utandawazi unashika kasi na magonjwa yanashika kasi. Nikifika hapo ninakosa na kufanya, lakini kabla sijasema lolote, basi acha kwanza niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe! Naamini wote ni wazima, hata kama tukiwa na changamoto kubwa kubwa na ndogo ndogo, lakini naamini Bwana anatupigania. Ilikuwa ni swali langu la kila siku kujiuliza, kwa nini utaalamu uongezeke, lakini badala ya magonjwa kupungua, nayo yanaongezeka, pamoja na kwamba utaalamu unakuwa unashika kazi zaidi pamoja na utandawazi tulio nao wa vifaa teknolojia, pamoja na mambo mengi katika maisha ya mwanadamu, lakini tunaona na tunashuhudia wimbi kubwa la magonjwa. Zamani ilikuwa ni changamoto kuyasikia kwamba fulani ana pressure, na tulikuwa tunafahamu huenda ni magonjwa ya watu wa magharibi, ikiwezekana ya wandio kuja na ndege kwa wazungu, lakini nachoshangaa kwa sasa hivi hata watoto wa umri wa miaka thelathini mpaka vijana wa miaka arobaini nao siku hizi wanasumbuka na presha, na wanakuwa wamejipanga katika mabenchi wasubiri specialist kwa ajili ya kuwasaidia na kuwatibia matatizo yao ya presha na magonjwa ya moyo. Nikagundua ya kwamba yote haya ni kwa sababu ya mambo machache ambayo tumeyapa kipaumbele, lakini kiuhalisia katika maisha yetu hayana msingi na hayatakiwi kupewa kipaumbele kiasi hicho. Basi ninao mambo machache ambayo mara nyingi nimeyaona yanaweza yakawa yana faida ambayo haihitaji gharama yoyote ya matibabu, hayahitaji gharama yoyote ya kifedha kwenye kutoa ili kusudi uweze kuyapata kupitia katika maisha yetu. Siku zote tumekuwa tukipenda vitu vitamu katika maisha yetu, vitu vitamu sana tunavipenda, lakini sijajua katika siri ya vitu vitamu kwa nini vinakuwa ni vichungu kwa baadaye na baadaye vinakuja kugeuka kwa sumu katika mwili wetu wa binadamu. Lakini kama ulikuwa hufahamu na ulikuwa unajiuliza kama mimi, basi leo ngoja nikupatie mambo machache na hatari katika mwili wa binadamu. Ninayo mambo machache ikiwemo, la kwanza nataka kushea na wewe ni habari ya sukari. Wengi tunapenda chai, wengi tunapenda vitu vizuri vilivyokobolewa tunapenda ikiwezekana tutumie wali, ikiwezekana tunapenda kutumia matunda matamu kila wakati, tunapenda kutumia soda, na wengine ni wanywaji wa bia na kadhalika. Sasa hayo yote hatutawalaumu kwa sababu kila mmoja na mfumo wake wa maisha, lakini leo acha nizungumze habari ya sukari kwanza. Sukari ni adui namba moja katika mwili wa binadamu, kwa sababu sukari huyu ni sumu kali ambayo inaingia katika mwili wa binadamu na kukuasili na kuua katika kila kiungo cha mwanadamu na kukiweza kukisababishia hatari zaidi. Unaweza usiwe unamenielewa. Sukari hiyo katika mwili wa binadamu inahitajika kwa ajili ya kukupa nguvu, kwa maana ya glucose, ili mwili uweze kuzalisha joto na uweze kufanya kazi, unahitaji glucose ambayo ni sukari lakini pia inapokuwa inatolewa kwa kiasi kikubwa kuliko ile kawaida. Sasa madhara yanakuwa yanatokea pale ambapo inapokuwa imezidi kuliko kile kiwango cha kawaida. Sasa mtu anaweza asinielewe, basi sukari hii hufanya mfumo fulani unaoitwa osmosis, maana yake ni mvutano, nguvu ya mvutano kutoka katika figo e, kuja katika damu inakuwa ni kubwa kuliko ile nguvu ya mvutano kutoka katika damu kwenda katika figo ili uweze kutoa taka mwili, e, inakuwa imepunguzwa. Hiyo ni hatari sana. Sasa watu wanaweza pia wasielewe chochote kile. Ili kituweze kutumika katika mwili wa binadamu, sasa kinahitaji kiingizwe katika seli ya mwanadamu ili kiweze kutumika inahitajika kiingizwe ikiwa kwa pamoja na chakula, lazima kisagwe, kimeng'enywe, mengenywe, kiingizwe katika seli ili kisafirishwe, lakini ikiwemo na maji, chakula, hewa, pamoja na mambo mengine ambayo yanahitajika ambazo tunasema ni nutrient, virutubisho mbalimbali, lazima visafirishwe kupitia katika seli nyekundu ya damu ili visafirishwe. Sasa unapokuwa unatumia sukari nyingi ambayo wakati mwingine inaweza ikawa isiende kutumika yote katika mwili, nyingine ikabaki ikatunzwa. Kwanza itagandamana katika mishipa ya damu, lakini pili itayavuta maji yote kutoka ndani ya seli, kuyavuta kuja nje ya seli, ambapo ni kwenye damu, sawa, ila siyo ndani ya seli. Hapo inapelekea seli za wanadamu zinakauka. Unakubaliana mimi kwa wagonjwa wa sukari ya kwamba huwa wanakuwa na ngozi ambayo imekakamaa na ambayo ime- ni kavu na wakati mwingine inaanza kupasuka, ni rahisi sana kupasuka na inakuwa inazalisha vidonda vingi, kwa sababu seli zake za mwili zinakuwa zinakufa na kinga yake ya mwili inakuwa imekufa. Lakini tunaweza kukubaliana na mimi ya kwamba sukari inapokuwa iko juu huvuta maji yote. Sasa hayo maji yaende wapi? Kwa sababu kumbuka maji haya hayapo ndani ya seli ili yaweze kutumika, yanavutwa tu, yanakuwa kwenye kwenye damu, yanazunguka, hayana fa kwenda. Sasa yaende wapi? Sasa yanaenda mahali ambapo na panaitwa ni interstitial space, mahali ambapo sio kwenye damu na wala sio kwenye seli na wala sio kwenye nyama. Sasa yanashuka kwenye miguu au kwenye tumbo. Sasa mwingine wenzangu na mimi wanaanza kusema fulani anakuwa na kitambi bila kunenepa, kumbe ni ugonjwa unamsumbua yule bwana. Asubuhi ukiamka unakuwa uko sawa, ukikaa muda mrefu miguu inavimba hiyo ni moja ya madhara ya sukari inayofanya kazi, lakini mtu mwingine wa sukari anaweza kukubaliana na mimi ya kwamba anaweza akakojoa ikiwezekana zaidi ya lita tano. Yes, naweza kadhani kwamba ninakudanganya au nimekosea, nina kusema anakojoa ikiwezekana zaidi ya lita tano. Maji yote katika mwili wa binadamu yanakamuliwa, yanatolewa nje. Sasa yaende wapi? Sasa ili moyo usije ukafeli kwa sababu ya kuwa na maji mengi, ikatokea kitendo kinachoitwa maana yake uhusiano kati ya ya seli za damu pamoja na maji haviko katika usawa katika kutengeneza damu. Sasa ili moyo usikwame na usifeli, itabidi maji hayo yasukume kutolewa katika daga mwili. Atoke kwa njia gani sasa? si atoke kwa njia ya, ya jasho au yaje kwenye figo yatolewe kwa njia ya kukojoa. Ndiyo maana mgonjwa wa sukari anakojoa, na wakati huo huo seli zinapokuwa zinakufa, zinakuwa zinadai, naomba maji. Kwa hiyo mtu mwenye sukari anakuwa anakauka sana koo. Hiyo ni kwa ufupi kukueleza ni suka, sukari ni namna gani ilivyo ni hatari katika mwili wa binadamu na inaua kila kiungo katika mwili wa binadamu. Sasa miongoni mwa vyakula ambavyo tunavipenda katika maisha yetu ni pamoja na e, chai kutoka katika sukari yenyewe, lakini pia tunapenda vyakula ambavyo vimekobolewa Yes. na hizo kadhani kwamba mimi nimeacha kutumia soda, nimeacha kutumia mambo ya sukari, niko salama, lakini umesahau kwa ya kwamba hata wali nao ni moja ya vyakula ya, ya ambavyo vinakuwa vina sukari nyingi. Kama unapenda maisha yako ya marefu, acha kutumia wali mara kwa mara. Kingine unakuta mtu anakoboa ugali, anakoboa ugali, anapenda ule ugali uliokobolewa yule ni hatari zaidi katika maisha ya mwanadamu. Vyakula vyote vilivyokobolewa na vyakula vyake, yaani nafaka zote zilizokobolewa na vyakula vyake, kizungumzia wali na vitumbua vyake, pamoja na bokoboko boko, na kadhalika, ni sumu kali katika mwili wa binadamu. Lakini pia kuna ngano iliyokobolewa na vyakula vyake, chukua chapati, mandazi na kadhalika na namna gani yoyote ile ambayo itatengeneza kwa njia ya ngano ni hatari zaidi katika maisha ya binadamu. E, lakini sukari unaipata pia katika matunda, ijapokuwa sukari inayopatikana kwenye matunda yenyewe ni natural. Wakati mwingine madhara yake sio makubwa kama hii sukari ambayo unaikuta kwenye vyakula ambayo tunavila direct, ila kwa mgonjwa wa sukari huwa tunamkataza asitumie, kwa mtu ambaye anajenga mwili na yuko katika kufanya mazoezi ili mwili wake usije ukapata matatizo. Sasa sukari ya kwenye matunda ni salama kwake ndiyo, lakini pia unaweza ukajitengenezea utaratibu tu mzuri ambao unaweza ukawa na utaratibu wa kutokupenda kutumia vitu vyenye sukari nyingi, ukawa na na maisha mazuri na usiwe na changamoto yoyote, watu wenye sukari wenye sukari na watu wenye pressure. Hiyo ni jambo la kwanza la kuzingatia katika habari ya sukari.